Hayo amesema mara baada ya iftari iliyoandaliwa na jumuiya ya Zanzibar Youth Support Organization ZAYSO iliyofanyika katika skuli ya tumekuja wilaya mjini Unguja. Amesema kwa kuona vijana wamekuwa mstari wa mbele katika kuwasaidia viongozi wakuu wa nchi kwa kufanya shughuli mbalimbali za kusaidia jamii kwa watu wenye mazingira magumu, ikiwemo kusaidia watu wasiojiweza

Aidha, Mheshimiwa Osman ameipongeza jumuiya ya Zanzibar Youth Support Organization kwa kuandaa iftari hiyo, kwani kumeonesha fursa kubwa kwa vijana kwa kuwasaidizi katika nchi. Zanzibar Youth Support Organization kwa jambo walifanya hapa la kufanya iftari hii ambayo wamealika takriban watu mia mbili na zaidi, wakiwemo watoto yatima, wakiwemo wenye mahitaji maalum, lakini na wazee kwa ujumla, na hii inafanya kaa wetu wanajitambua

paka hivi wanaseiiaa serikali kwa na sisi kama wasaidizi wa viongozi wa waawa naye. Mkurugenzi mtendaji wa jumuiya ZAYSO Rajabu Makame Ali ameziomba taasisi nyingine binafsi na kwa yeyote mwenye uwezo kuwasaidia watoto yatima na wasiojiweza, kwani nao wanahitaji faraja kubwa katika kipindi cha Ramadhani na sikukuu maoni yangu au unatoa asama zangu kwa jamii, pamoja na NGO nyingine, hasa nyingine za kiraia ambazo zisizo za kiserikali, like kwamba sisi wana ZAYSO tunatolea kwa wafariji hao watoto yatima na watu wenye ulemavu, kwa na wao wajue namna ya kufikiria na watu wanahitaji faraja kubwa hasa hiki kipindi cha Ramadhani na kuingia katika sikukuu yake. Kwa hii sue ni mwanzo na iwe ni chachu ya kusaidia kutambua kwamba watu wanahitaji nguo za sikukuu. Vijana aya, sasa wenzao wanahitaji faraja. Kwa hiyo yote ambaye mwenye chochote cha kuchangia wafike kwenye ofisi zao na kuweza kuwafariji, kwa sababu kutoa ni moyo. Hata na sisi tutakuwa tuna watoto ambao watakuwa ni yatima watarajiwa, na sisi wenyewe ni walemavu watarajiwa. Kwa wito wangu tuinuswa na jamii yu na tuweze kusaidia jamii hasa ni Zanzibari katika sido zote ambazo tulizoziona leo wamfika hapa na tumeweza kufurahia nao kwenye iftari gala hii ya Zaiso. Upande wake mwenyekiti wa Zaiso ndugu Hamisi Hamadi amesema jumuiya imejipanga kuwasaidia watoto maskulini kwa kuwapatia vyakula angalau mlo mmoja ili kuwasaidia katika kuongeza ufahamu wa masomo yao. Lakini tumia hili ina malengo mengi makubwa kuko mbele, lakini zaidi kuangalia suala la watoto mashuleni ambao wanakosa ufahamu. Sasa tumefanya kuzunguka mashule mengi Unguja na Pemba, tumeona ufahamu unakuwa mdogo, lakini kutokana na chakula chakula namna mbili, watu waotoko wanakula namna moja, wengine wazee kwa na hali duni, lakini namna nyingine ambayo ningeni watu hawajaiona, wazee wengi majumbani nekuwa asubuhi hawapiki chai. Kwa hiyo na watoto nao wamezoea wanagoza mashuleni bila kunywa chai, kwa hiyo ufahamu nakuwa mdogo. Kwa hiyo tunajaribu kutafuta namna ya kuweza kurudisha mlo alau mmoja katika masukulu. Sasa dunia hii imejipanga na nadhani baada ya Ramadhani tutakuwa na, na, na ukuo utaratibu kwa kuo, kuona tunasaidia na vipi akila kila, kila nyanja itakayotokea. Vile vilevile naye mmoja ashiriki katika futari hiyo, ndugu Laura Abasi Salum amesema amefarajika kwa futari hiyo, sambamba amewataka kina mama wa Kiislamu wenzake kuendelea kujistiri na kufanya matendo mema isiwe tu katika kipindi cha Ramadhani. <coughs>